Tumeunda taasisi ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ambayo inazingatia kundi hili maalumu la watu wenye ulemavu kuwapatia mikopo hiyo. Na kama tulivyosikia hapa ndugu zetu wale wabajaji wamepatiwa mikopo ya bajaji, tutaendelea kuwapatia walemavu fedha hizo kwa kadri hali ya mikopo hiyo itakavyokuwa inaongezeka na, na walemavu fungu lao litakuwa kubwa zaidi. Eneo la pili ni ajira, ndugu zangu watu wenye ulemavu. Kwenye serikali yetu tuna sera ambayo ni kuwazi, kuwapa mazingatio maalumu watu wenye ulemavu kwenye ajira, yani affirmative action. Kwa hivyo kwenye vyombo vya ja utungaji wa sheria tutahakikisha kuna idadi kubwa nzuri zaidi ya watu walemavu kwenye serikali kwa maana ya utendaji, watendaji ndani ya serikali, tutapokuwa tunaajiri, tutatoa mazingatio maalumu kwa watu wenye ulemavu. Lakini hata kwa nafasi za uongozi ambazo mimi nateua basi, nitahakikisha watu wenye ulemavu kundi lao linakuwa kubwa zaidi. Kuhusu huduma za tiba, imetolewa hoja hapa kwamba kuwe kuna hospitali maalumu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Mimi nimesema kwamba tutakuwa tuna hospitali kuu mpya mbili na zimoja pamoja na hospitali ya Binguni. Bila ya shaka kitengo muhimu katika e, utoaji wa huduma za walemavu ni physiotherapy. Lazima tutakuwa tuna department au idara maalumu ya physiotherapy itakayokuwa ni kwa ajili ya kutoa huduma kwa walemavu sasa hatutoishia kwenye fizio peke yake, tutaweka na mambo mengine wanayohitaji walemavu, ikiwemo ikiwemo speech therapy, ikiwemo psychotherapy, ikiwemo prosthetic hizi kuzitengeneza hizi nyonga bandia au tuseme um, joints, joints bandia. Kwa hivyo msemaji hapa alitaka mambo hayo, lakini tushayafikiria tutaweza kuanzisha kituo maalum cha utoaji wa huduma za walemavu kwa vitu vingi ambavyo wanavihitaji vipatikane sehemu moja, one stop center kwa ajili ya walemavu.